Kusimama imara katika zoruba Mziko. Mzunguko huu mpya utakuleta mbele ya zoruba kubwa, kwa sababu sasa una uwezo mkubwa zaidi, lakini siri ya namba nane ni uthabiti. Hata zoruba iwe kubwa kiasi gani nje, ndani ya hekalu lako kuna kuwa na utulivu wa milele. Usikubali changamoto za nje zikuvunje au zivunje ule mnyololo wako wa ndani. Kila unachokigusa sasa kinapaswa kupokea utulivu wako. Wewe ni nanga ya ulimwengu huu. Kumbuka nimekuambia ni msimamizi. Wewe ni nanga. Hata wengine wayumbe, wafanyaje wafanyaje, wewe unabaki kuwa wewe. Simama kwa ushindi. Maana sasa unaweza kuumbia ulimwengu mzima na sio nafsi yako pekee. Mzunguko wa pili umeanza sasa. Nenda sasa ukakutane. Ah, nitasema, nenda sasa ukakutatue uka Ukapange, ukaongoze mifumo ya ulimwengu huu kwa kutumia nuru isiyozimika ya hekalu lako na huu ndio wakati wa utawala wako wa busara. Usione hizi brandi zinatawala, brandi za kimataifa. Ni vitu ambavyo vinafata sheria na kanuni. Zipo kanuni. Natamani e, unielewe. Naona kama naongea kwa wepesi; natamani e, unielewe kwa undani zaidi. Ninachokimaanisha, Wewe ukanielewa kusikiliza voice hii moja. Lazima uunganishe connection yote hii, unganishe dots, unganishe dots za hichi nicho kiongea na maisha yanayoendelea kwenye ulimwengu, utaweza kunielewa. Lakini kwa hivi hivi inakuwa ni changamoto na kazi sana. Nilikwambia kwamba nitaongea hapa ili kupata ukamilifu, nataka nikukamilishie safari. Eh, kuna mtu mmoja huko ndani ya grupu hili nilikuwa namwambia, baada ya kujifunza hii elimu kwamba, siwezi tukaongea kwenye simu tukamaliza Inahitaji uchukue muda ujifunze, sio jambo la muda mmoja eh? kama wewe kuhangaika kupata elimu hizi unaweza. Kwa shahidi, tunakamilisha namba tisa, tunakamilisha namba tisa, tunajadili namba tisa mimba ya uumbaji mkuu, siri ya uvumilivu na utimilifu. Umevuka sasa hadi saizi ya katika hatua hii umevuka milango mingi sana, sana na sasa umesimama mbele ya siri ya namba tisa hii ndiyo hatua ya mimba ya uumbaji mkuu. Kama vile mtoto anavyohitaji miezi tisa kukamilika ndani ya tumbo la mama, miradi mikubwa na mabadiliko ya kweli katika ulimwengu yanahitaji muda wa kubebwa kabla hajazaliwa. Hapa ndipo muumbaji anapojifunza kuwa nguvu ya kishujaa kupitia muumbaji. Hapa ndipo muumbaji anapojifunza kuwa na nguvu ya kishujaa kupitia buswala au subila. Hapa pia tutaangalia mambo matatu. Ndio maana nimekwambia hivi, maswali ulioniuliza, hebu ngoja nieleze hadi nifike aa, kwenye ukamilifu hapo, unaweza kupata kw su... jawabu la swali lako, kwamba inakuwaje biashara zinaanza zinashindwa kudumu. Moja ya vitu vingine ni kukosa subira na hofu zinazotanda, kwamba sasa biashara yangu inaenda kufa kutokana na kwamba hukujiandaa vya kutosha hadi pale unapoenda kuchukua maamuzi yako. Haya matokeo tunaangalia katika mambo mengi. Mtu anatafuta mwanamke, anakuta kumbe mwanamke wake hamfai, anabidi amuache, anabaki tu kulaumiwa, kulaumiwa, kulaumiwa, tena na tena na tena. Hiyo ni changamoto kwa sasa. Kitu lazima kikamilike kutoka kwenye roho yako, ili unavyoenda kutargeti au kuchagua mahala, iwe ni kitu ambacho ni cha kudumu, cha kuendelea zaidi na zaidi. sasa tuangalie ngoja ni kate afu nirudi nianze kuelezea kipengele kimoja kimoja kwenye hatua hii ya mimba ya uumbaji mkuu. Sasa ndaka tukamilishe safari hii, kubeba uzito wa jambo kubwa. Unapoanza kutumia mamlaka yako kutatua changamoto za ulimwengu, kama mifumo mipya ya kimaisha au kazi kubwa za mikono, utakutana na mambo yanayohitaji muda. Usikimbilie kuona matokeo ya haraka. Namba tisa inakufundisha kuwa mimba ya mradi mkubwa haionekani kwa njia au haionekani kwa nje mara moja, lakini inakuwa kwa nguvu ndani, yaani kwenye yeye inakulia ndani kwa ndani. Ehe. Na katika hatua hii, kazi yako, kazi yako kubwa inakuwa ni kulinda ule uhai; inalinda ule uhai ulioanza au ulioanza kuutengeneza ndani ya hekalu lako bila kuruhusu uchovu ukutikise au ukukatishe tamaa. Tunamuona ganjisi mama mwenye mimba, anapokuwa na ile mimba yake. Akisikia aka uchachu. Ay, nataki kujisikia kulaki, kulaki, katika harakati za kutekeleza kile ambapo mimba inafanyaje? Inataka hadi je koma je wewe mtoto, sio kazi ndogo. Sasa tuingie kwenye kipengele cha pili, siri ya namba tisa, utimilifu wa ndani. Namba tisa ni namba ya mwisho kabla ya kuanza upya. Kuvuka tukianza namba tisa, tukianza moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa tunaanza inafika kumi. Kumi ile ni moja eh. katika elimu ya, ya namba nafikiri nimefundisha kwenye mtandao wa YouTube somo moja, nimeandika habari ya namba, nimefundisha namba zote kuanzia kuanzia pasipo elezeka na kaja nafasi mpaka namba ambayo ni sifuri, ikaja namba moja mpaka namba tisa. Ni kitu ambacho nimekifundisha na ni kipengele chenye upana wake, siwezi kukiongelea zaidi hapa, lakini tunasema namba tisa ni namba ya mwisho kabla ya kuanza upya. Namba tisa inawakilisha utimilifu na tunasema unapokuwa katikati ya kutekeleza mradi mkubwa utajihisi kama unakaribia kufika kileleni, lakini bado kuna hatua kidogo imebaki. Hapo ndipo nguvu ya kishujaa inahitajika. Usikubali kuishia njiani. kila dakika unavyoweza ku, um, tunasema kwamba kila dakika unayowekeza katika kukuza wazo lako kwa utulivu unakuwa unaongeza roho kwenye kile unachokiumba. Kumbuka kwamba kitu kilichobeba miezi tisa kina nguvu na uhai kuliko kile kilichochipuka kwa siku moja. Mama hawezi kubeba ujauzito siku hiyo hiyo na kazaa siku hiyo hiyo. Lazima mtoto ajilizishe mle ndani ndio atoke. Ngoja nirudi nije nimalizie sauti kwenye hatua ya tisa ya kitabu hiki ambao tunaangalia mimba ya uumbaji mkuu. Uvumilivu kama silaha ya muumbaji, watu wengi hushindwa tu. Katika hatua ya tisa ni kipengele cha tatu ambapo tunaangalia uvumilivu kama silaha ya muumbaji. Tunasema watu wengi hushindwa hapa kwa sababu wanataka kuzalisha kabla ya muda haujafika. Lakini wewe ukiwa ndani ya hekalu lako unajua kuwa uvumilivu sio kusubiri tu, bali ni kufanya kazi kwa amani huko, ukijua kuwa saa ya ushindi inakuja. Iwe unajenga mfumo mpya wa jamii au unarekebisha maisha yako, ipe kazi yako heshima ya kuikamilisha sawa sawa. Ukifikia utimilifu wa namba tisa, kile kilicho au kile kitakachozaliwa kitakuwa na uwezo wa kusimama chenyewe na kubadilisha ulimwengu. Yaani kinakuwa na uwezo wa kukua chenyewe, kitu kilichokamilika kinakuwa chenyewe. Angalia mtoto huwa anaanza, hajui kukaa, anakuja, anajua kukaa, anaanza kutambaa, mwisho wa siku anatembea, mwisho wa siku anakuwa kama mimi. Habari <laughs> ndiyo hiyo hata vitabu vya dini vimetuambia kwamba tuangalie uumaji tukitaka kutambua ufalume wa Mungu, wenyewe wameandika hivyo <laughs> eh, na vilejelea kwa sababu ni vitabu vinavyotupa elimu na vitabu ambavyo kila mtu anavifahamu vimetuambia habari hii. Sema nielewa, ah, ndiko polini huko, si kuna wale paka wa polini hao wanalialia. mm-hmm. Sasa naweza kuhitimisha kwa kusema sasa Unaweza kutulia na uendelee kulea kile ulichokianza. Usiogope ukubwa wa kazi iliyo mbele yako, una kila kitu sasa unachohitaji ndani ya hekalu lako, ili kukamilisha mzunguko huu wa tisa eh, na kujiandaa. Tunasema kwamba tunasema kwamba sasa unaweza kutulia eh, na uendelee kulea ulichokianza Usiogope ukubwa wa kazi ulionayo mbele yako. Una kila kitu unachohitaji ndani ya hekalu lako. Una silaha zote zinazoweza kukuzalisha kukamilisha mzunguko huu wa tisa na kujiandaa katika uh, safari ya ambayo ni kwa ajili ya kuzaliwa kwa uumbaji mkuu utakaoshangaza ulimwengu, baada ya kuwa umefahamu elimu hizi, ni muhimu kukaa kutafakari, wakati unajenga mambo yako, mawazo yako. Hebu kumbuka hatua hizi zinazokufundisha zitakusaidia, zitakusaidia sana, zitakusaidia sana, zitakusaidia sana. Sasa tunaanza hatua ya kumi, ambayo si nitaiongelea kwa leo, kwa sababu nimefika kwenye ukamilifu namba tisa. Hatua ya kumi ni nini? Tunasema ni lango la utokezi Tunasema namba kumi ni namba moja katika ngazi nyingine, tutakuja tuangalie wakati mwingine, lakini kwa leo niishie hapa. Nafikiri maswali yako yote hayo yote hayo, unaweza kuangalia utofauti fulani, unaweza kuangalia utofauti fulani na unaweza kujua utofauti fulani hapa na sasa. Baada ya kumaliza majibu haya, nafikiri tutakuja kuendelea na namba kumi, kitabu cha uwezo wa, wa, wa vitendo. Kina hatua ishirini na moja zilizokamilika ambazo zinaweza kukusaidia kungamua kitu fulani kwenye kichwa chako. Kwa takua kuendelea, ambapo tunaendelea na namba moja b mpaka namba kumi na moja b. Vitabu hivi ni vitabu ambavyo inaweza kukusaidia katika mambo mbalimbali. Kitabu cha misitema ya kiroho kinakusaidia kuishi kwenye maadili ya kuamsha uwezo wako. Lakini kitabu cha uwezo wako kwa vitendo kinakusaidia Eh, kwenye kujenga mipango kwenye kujenga mambo yako vizuri, kanuni kanuni za asili, kanuni za uumbaji vizui, sifuri sita themanini na mbili uh, thelathini na mbili tisini na nane hamsini na mbili huko, sitaki ile kwamba mtu una Unatuma meseji unaulizia kitabu sijui afu sijui nakuaje, unakija whatsapp kunjia moja kwa moja. Una swali unakuja kuuliza au unahitaji kitabu, unatuma malipo kwenye namba hiyo hapo na screenshot mwa mama wako unatuma, maisha yanaendelea. Sitaki usumbufu ule ambao haueleweki. Kama una swali, nyoka moja kwa moja swali, una shida hii, basi hivyo.